aliyeokoka hana hofu ya kuitikia Amen. Amen. Yeah, yeah. Leo tunawapa ofa wageni walio wote atakaye taka. Tunakupiga picha hapa, hapa na tunakupa hapa, hapa. Amen. Zawadi ambayo tumeandaa kwa ajili ya Iline. Iline ni mwanafunzi wa ni kwa vile tu amewahi kuolewa, lakini angebaki angepata chio chake cha maswala ya production. Nizungumzie kidogo, mnipe nafasi. Bwanarus, umepata mke ambaye atakutunza. Ukimtunza atakutunza. Ni binti ambaye ana maneno mengi, ila ana reaction. Hiyo ni siri ambayo nimekupa, ili umtunze vizuri waliopo ndani ni wasii kama mkimwiga aini na nyie pia mweze mkafikia lengo kubwa, nzuri sana sana. akmeshiisha Mwenyezi Mungu, mimi nimesimama kama mratibu wa sherehe hii. Niko pale na kesi mtu ambaye ana kesi kuhusu swala la kukwa aje ajetunda, lakini kumbuka kwamba mimi ni mkorofi sana, siwezi kukupa uko a jina lako sijalia. Kitu kizuri kwa wale ambao changamoto zimejitokeza wanisamehe, lakini nilikuwa nataka tu niweke mambo sawa ili sherehe yetu iendelee. Bwana Yesu asifiwe. Naamini wote mpo mnakunywa, lakini nawahakikishia mtakula, na mkiamua hata kubeba nyumbani, ninyi wenyewe tu kama mmekuja.